Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakari Zuberi, Waheshimiwa wote ambao mko katika jukwaa kuu, Mashehe wote na waumini wote na wasalimia, asalamu As alaikum. Mimi kwa jina langu ninaitwa Mchungaji Kanoni Dr. Moses Matonya, katibu mkuu wa jumuiya ya Kikristo Tanzania. Niko hapa kwa niaba ya Wakristo wote, na hapa yuko mwakilishi kutoka baraza kuu uh, la Wakatoliki Tanzania, lakini pamoja na baadhi ambao tumealikwa na mpendwa wetu mufti mkuu wa Tanzania. Tunapenda tutoe shukrani zetu kubwa sana na mwaliko huu ni alama nzuri ya ushirikiano ambao tunao kwa muda mrefu kati ya dini hizi kuu mbili yaani dini ya Uislamu na dini ya Ukristo hapa Tanzania. Kwa muda mrefu tumekuwa na ushirikiano mkubwa na tunatenda kazi nyingi kwa pamoja na kwa ushirikiano kwa lengo la kudumisha amani miongoni mwa Watanzania na hata kuwahudumia Watanzania kimwili na kiroho. Nitumie muda huu kwa niaba ya wa Wakristo kuwapongeza sana Waislamu wa Islam hapa Tanzania na duniani kote kwa kukamilisha kwa ukamilifu mfungo mtukufu wa Ramadhani na hata leo hii kufikia siku hii muhimu sana ya Eid al Fitri. Mungu awabariki sana na nina imani kabisa kwamba katika safari hii njema na tukufu mmeweza kubarikiwa sana, mmeweza kuwa karibu na Mungu na Mungu ameweza kuwafunulia mengi na hata kumsogelea yeye kwa karibu sana. Mungu azidi kuwabariki sana katika maisha mazuri ya kumtumikia Mungu kwa njia ya kumwamini yeye. Ninawatakieni katika yale yote ambayo mlikuwa mnajifunza wakati wa mfungo mtukufu, baraka zote za Mungu. Muendelee kuyashika mafundisho mazuri ya Mungu na hata kuyaishi, ili kwa njia hiyo Mungu azidi kutukuzwa na kwa njia hiyo mapenzi ya Mungu hapa duniani yazidi kuwa baraka kwa wengi na ambao sio waumini wa dini ya Kiislamu. Ninyi ni wajumbe wa Mungu kuyatenda mapenzi ya Mungu. Mungu azidi kuwabariki sana katika hayo. Kama nilivyosema kwamba ushirikiano baina yetu umekuwa ni wa kihistoria, na sisi wa Kristo tunaenzi sana Uislamu kwa sababu Uislamu ulitangulia kuja hapa Tanzania miaka mingi sana huko nyuma kuanzia karne ya tisa na Ukristo uliingia baadaye sana. Aa, na ukaja rasmi hapa nchini katika karne ya kumi na tisa. Utaona hapa kuna miaka kumi lakini Waislamu waliendelea kuwapenda na kuwapokea watu wote, na hata wamisionari walipokuja hapa Tanzania, walipokelewa na Waislamu na hata kuonyeshwa maeneo ya kufanya kazi, na huo ukawa ni mwanzo wa ushirikiano, na ndiyo maana utaona tunashirikiana katika mambo mengi kama nilivyosema hapo awali, na hii imekuwa ni tunu kubwa kwa hapa Tanzania kwani kwa njia ya dini zetu hizi mbili amani na utulivu vimeendelea kudumishwa hapa nchini. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ambavyo amejalia nchi yetu kuwa na baraka ya dini hizi kuu mbili ambazo zinashirikiana, na kwa pamoja tunashirikiana na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuwahudumia Watanzania katika sekta mbalimbali. Mimi niwatakie baraka zote, na mwaka huu kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi, na kauli mbiu ambayo imewekwa hapo inatuhusu sote. Mungu atujalie sana kudumisha amani, na amani ikawe ndio msingi wetu mzuri wa kutuongoza katika kuwachagua viongozi wanaofaa na wenye maadili mazuri na hofu ya Mungu ili tupate viongozi wazuri tena wa kuliongoza taifa letu. Tunamshukuru sana mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jinsi ambavyo anadumisha amani na hata anaendelea kutuhimiza Watanzania kupenda kudumisha amani, kwa sababu amani ndio msingi wa maendeleo. Tunamtakia afya njema ili atuongoze vema na hata katika zoezi hili ambalo liko mbele yetu la uchaguzi mkuu, ili tuwe na uchaguzi mkuu mzuri na utakaoendelea kuwa ni funzo zuri kwa mataifa mengine hapa duniani. Mungu azidi kukubariki Mheshimiwa Rais wetu, kwa sababu una kazi njema ya kutuhudumia sote. Asanteni sana, na Mungu awabariki nyote. Amen.